cha kawaida sana kwani jiji linatajwa kuwa mwathirika mkubwa wa msongamano katika jiji hili na kuchangia hasara kubwa kwenye pato la taifa kutokana na muda mwingi kutumiwa na wakazi wakiwa kwenye msongamano naochangiwa kwa kiwango kikubwa na kutokuwepo kwa miundo mbinu mizuri ya barabara. Wakazi wa jiji la Dar es Salaam wamekuwa wakilazimika kutumia barabara kuu pekee kutokana na njia nyingine za mitaani kukosa ubora unaostahiki na zimeendelea kuharibika zaidi kutokana na mvua zinazonyesha mapema mwezi wa nne. Mwanahabari wetu amelivalia njuga swali la foleni kutaka kujua ni kwa namna gani wakazi wa Dar es Salaam wanaumizwa na msongamano huo. andadandi atwende mbele la mboto. Wow, ya mbele, lambochu, lambochu, maneno yanayomtoka Amli Alois ambaye ni kondakta wa daladala akiwahamasisha wasafiri kutumia gari yake kwani hawataweza kufika mapema. Lakini swali hapa, watafikaje wakati barabara zimefurika magari na kuchangia msongamano? Jiji la Dar es Salaam linatajwa kuongoza kwa kuwa na magari mengi miongoni mwa mikoa mingine, lakini miundombinu yake imeshindwa kupanuliwa kulingana na hali iliyopo sasa. Na hapa tunataka kujua athari za foleni hii. Naweza nkatumia tipu moja hata masaa sita niko njiani, na kwa hiyo inawezekana hata hesabu saa nyingine nakuwa na kosa, na ukirudi kwa bosi hakuelewi ya fati, yani kama hivi unavyoona yeah. vyeti kama hivi ndikiwa vetu viwili hivi, hiyo 30 30, na foleni kama hiyo, unapata nini? Kusha siku jioni, unaondoka hata nashimia, una sababu foleni imekuwa kali sana. Ikiwa serikali na jitihada ya kuondoa kabisa tatizo la foleni, lakini wananchi wao wanazungumziaje tatizo hili? Tunavyoona hii barabara, i, barabara nani, zile, yale, yale, yale magari ya mizigo yangepewa barabara ya kwake kuliko kuungana na daladala na na na na. Foleni imezidi kwa kweli. Serikali, tuangalie hasa kipindi cha uchaguzi. Eh, sisi kama Watanzania tunasikitika. Wakazi mita wa mitaa inayotumiwa na magari yanayokwepa msongamano kwenye barabara kuu wamekuwa na mitazamo tofauti juu ya matumizi ya maeneo yao. Lazima akatishe njia mtu, lazima akatisha na kuja labda huku ndani atafuta nafu na nini, ngasa ndio hivyo. Hakika baba kule akaikufurika hawa hawezi kupita. Hawezi yeah kuja huku kwa sababu barabara kama itafurika kule lazima ndio wana wanakuja na. Tusaidia hapo walipo ukiwaambia, hapo wana midomo michafu ajabu. Kwa hiyo kelo hilo tunalo kwa kweli, sio siri. Picha halisi inajionyesha nyuma ya mgongo wangu, magari yakichepuka na mengine yakiwa bado kwenye foleni katika barabara hii ya Mandela. Gilbert Johannes, Azam TV, Dar es Salaam.